Okay. E bana, mambo vipi Swahili community? Kama kawaida kama ilivyo ada, leo tena tunamalizia sehemu ya mwisho, sehemu ya mwisho, sehemu ya tano. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi ni vema utakaporejea e katika zile episodes zilizopita ili uweze kuelewa stori nzima ya Vagabond. Basi kama unakumbuka, tuliweza kuishia pale ambapo Kimoi aliweza kupelekwa hospitali kutokana na uraibu wake wa madawa ya kulevya. Sasa baadaye Hairi na Dalgan walitembelea hospitali ili kumhoji Kimoi. Kwa mshangao wao, Jerome, yaani yule gaidi aliyesababisha ajali ya ndege, ndiye aliyekuwa akisimamia usalama wa hospitali hiyo. Jerome alimwonya Kimoi kwamba kama atafichua chochote kwa Dalgan na Hairi, basi atauawa. Hairi na Dalgan walienda mpaka kwenye chumba cha matibabu, lakini Kimoi alikuwa na hofu kubwa na kutaka kusema chochote huku akiomba msaada kwa sauti ya kutetemeka, na ghafla mlinzi aliwasili na kumchukua Kim Woo-gi, lakini alipokuwa akiondoka, Kim Woo-gi alipiga kelele kwamba Jerome yupo hospitalini na ataniua. Hairi na Dalgen walisi kuwa huenda hayo yalikuwa ni mawazo ya uoga kutokana na hali yake ya kiakili. Sasa tukija upande wa pili, jambo la kushtua ni kwamba kumbe Yohan baada ya ujaribio la kujiua aliokolewa na sasa alikuwa amelazwa hospitalini akiwa ameunganishwa na mashine ya oksijeni. Mwokozi wake si mwingine bali ni waziri mkuu Hong. Hong alimwambia Yohan kuwa alimuokoa kwa sababu bado anamhitaji ili kufikia mafaili ya siri yatakayoweza kufichua maovu yote ya rais. Yohan alishangaa kujua kuwa Hong alikuwa akiwachezea yeye na rais kwa muda mrefu. Akiwa amekata tamaa Yuhan alitoa neno siri la mafaili hayo na kumwambia Hong kuwa yeye ndiye shetani mbaya zaidi amewahi kumjua, lakini Hong alimjibu kwa utulivu kuwa yeye ni mzalendo tu. Baadaye Hong alimwalika Dalgan pamoja na familia za waliopoteza wapenda wao kwenye mkutano wa waandishi wa habari katika ikulu ya Blue House. Katika mkutano huo aliwasikilizisha sauti ya Jessica akizungumzia kuhusu malipo ya dola milioni 500 yaliyotumwa kwenye akaunti ya siri ya rais iliyopo nje ya nchi. Habari hiyo iliwashangaza wanahabari na kusambaa kwa kasi. Rais Kukpiu alikasirika sana na alimwona Hong kama msaliti. Hong pia aliwaomba msamaha familia za waathirika na kueleza majuto yake kwa kushindwa kuwasaidia mapema. Sasa baadaye, rais Kukpyo alitembelea hospitali aliyolazwa Yuhan. Kukpyo akiwa na huzuni, alimshika mkono na kusema kwa masikitiko kwamba anatamani Yuhan asingejihusisha na watu wabaya hapo awali, na kisha akaondoka. Maneno hayo yalimfanya Yuhan kulia kwa uchungu kimya kimya. Sasa tukirudi kwa Airi, bado alikuwa na majeraha mguuni na alikuwa anapata tabu sana kutembea. Dalgan akiona huruma, alimbeba mgongoni na kumpeleka hadi nyumbani. Uhusiano wao uliendelea kuimarika zaidi na zaidi siku hadi siku. Siku iliyofuata Rais Kukpio na Waziri Mkuu Hong walikutana kwa siri ofisini na walikubaliana kuwa ni bunge ndilo litakaloamua nani kati yao anapaswa kujiuzulu. usiku huo Waziri Mkuu Hong aliwaalika familia zilizopoteza wapendo wao kwenye hoteli ya kifahari . Aliwaambia kuwa hivi karibuni wangemuona Rais Kukpio akitiwa jela, akidai kuwa hiyo ilikuwa ni kulipiza kisasi kwa maumivu yao. Hata hivyo Dalgan alipinga vikali akimshutumu Hong kwa kutumia mateso ya familia hizo kama ngazi ya kisiasa ili awe rais. Maneno ya Dalgan yalimnyamazisha Hong na familia zikaanza kumtilia mashaka waziri huyo. Wakati huo huo Sanghi alikuwa akifuatiliwa na wauaji. Aliweza kuwaepuka na alimpigia simu Dalgan. Huku akiwa na hofu, alimweleza kuwa alikuwa anajua siri kubwa sana ambayo ilimfanya kuwa shabaha kuu na kwamba mtu aliyehusika na ajali ya ndege alitaka uwawe. Dalgan alishtuka na akaelekea haraka kwenye eneo alilokuwa Sanghi huku akiwasiliana na polisi. Alipofika alimuona Jerome yaani yule gaidi aliyehusika na uharibifu wa injini ya ndege ambaye alianza kumrushia risasi Dalgan alitumia ujuzi wake wa kujikinga na mapambano makali yakaanza kati yao wakati huo huo muuaji mwingine alimkamata Sanghi na kumdunga kisu shingoni Polisi walipowasili, Jerome na wenzake walikuwa tayari wamekimbia. Dalgan alimkimbilia Sanghi ambaye alikuwa akivuta pumzi zake za mwisho. Kabla hajakata roho, Sanghi alitumia damu yake kuchora alama sakafuni na kumwambia Dalgan kwa sauti ya chini kuwa Samael ndiye mbunifu mkuu wa yote haya. Polisi walipofika ndani na kumuona Dalgan akiwa karibu na mwili wa Sanghi huku damu ikiwa mkononi mwake, walimshuku kuwa ndiye muuaji bila kumpa nafasi ya ku Papo hapo. Baadaye, Hairi alikwenda kituo cha polisi ili kumtoa Dalgan kwa dhamana. Alieleza kuwa NIS inamhitaji kwa mahojiano. Sasa, kutokana na taarifa aliyotoa Sanghi kabla ya kufariki, NIS ilianzisha uchunguzi wa kina na kujaribu kumtafuta mtu anaitwa anayeitwa Samuel, lakini hawakupata taarifa zozote. Sasa, ilipofika jioni Dalgan akiwa anaoga alijaribu kukamilisha mchoro wa alama ambayo Sanghi alichora kwa damu kabla ya kufa kwa mshangao alikumbuka kuwa alama hiyo ni ile ile aliyowahi kuiona kwenye kifua cha Jerome. Alifurahia sana kiasi kwamba alisahau kuvaa nguo wakati anatoka bafuni, jambo lililosababisha hali ya aibu kubwa alipokutana uso kwa uso na Hairi. Baadaye, Dalgan alimwonyesha Kang ile alama. Kang alifanya utafiti na kugundua kuwa alama hiyo inahusishwa na kikundi hatari cha kigaidi kutoka Asia ya Mashariki, lakini hakuna taarifa yoyote kuhusu kiongozi wa kikundi hicho. Wakati huo huo Jerome alikuwa akimtesa kimo hii kwenye kiwanda cha kavu, akijaribu kumfanya anyamaze kuhusu siri alizonazo. Sasa Dalgen na Airi walimtembelea tena Jessica gerezani na kumuuliza kama anamfahamu mtu anaitwa Samaya. Jessica alisema kuwa amewahi kusikia jina hilo, lakini hajawahi kukutana naye. Aliomba simu zao na kisha akamtumia Lili ujumbe akimwagiza afanye uchunguzi kuhusu mtu huyo. Baadaye, Dalgan alimweleza Hairi kuwa anataka kukutana na Rais Kukpio. Hairi alimtumia msaidizi wa Rais ili kufanikisha hilo, lakini Rais alikataa. Sasa wakati Rais alikuwa anatoka ikulu ya Blue House, Dalgan alimzuia ghafla na kumwambia kuwa ana mambo ya dharura ya kuzungumza naye. Walienda sehemu ya faraga ambapo Dalgan alimweleza kuwa huenda alikuwa anatumiwa kama chambo na kwamba kuna mtu mwingine mwenye mamlaka ndiye muhalifu halisi. Kauli hiyo ilimshangaza sana Kukpio. Wakati huo huo, Yuhan licha na ya kuwa ana drip ya maji mwilini alijitokeza katika ofisi ya NIS kukamilisha hatua za mwisho za uchunguzi. Aliandika kitambulisho na neno siri la akaunti iliyoko nje ya nchi na kumpatia Taiwan, akionyesha kuwa amechoka na sakata hilo na anatamani ukweli ujulikane. Tukija bungeni kura za bunge zilimalizika rasmi na rais Kukpio aliondolewa madarakani. Mkurugenzi wa NIS Han pamoja na waziri wa ulinzi Pakman Yang pia walikamatwa kwa mujibu wa sheria. Yuhan akiwa hospitalini aliangalia yote hayo kupitia televisheni. Maandamano yalizuka nchi nzima, watu waliwasha taa za mishumaa katika usiku wa majonzi na matumaini. Kukpio akiwa hana uwezo wa kustahimili ya aibu na machungu ya kisiasa, alijaribu kunywa sumu akiwa ndani ya gari, lakini alipokumbuka maneno ya Dalgen alitupa sumu hiyo mbali. Sasa baada ya kutafakari Cukpi alimpigia Dalgan kwa ajili ya mkutano wa siri na walipokutana, Cukpi alimwomba msamaha Dalgan kwa kutomsikiliza mapema. Alisema asingelikuwa mkaidi basi ukweli ungelifichuliwa mapema kabla ya watu wengi kupoteza maisha. Dalgan akiwa na hasira alieleza kuwa hatua za mapema zingesaidia sana. Cukpi aliahidi kushirikiana kwa dhati katika uchunguzi uliobaki na kumwambia Dalgan awe huru atakapohitaji msaada wowote na kwa muda wowote. Sasa Dalgan alipokuwa narudi nyumbani alipokea simu kutoka kwa Edward Park akimwomba afike ofisini kwake. Alipofika alipokelewa na Miki na hapo ndipo Dalgan alianza kushtukia mchezo mzima. Alikumbuka kuwa Kimoi na Jessica waliwahi kumwambia kuwa mpenzi wa Michael alikuwa na asili ya Asia na alipomwangalia Miki naye ni m Asia lakini pia wakati Miki alipokuwa akimletea chai, Dalgan aliona alama kwenye mkono wake inayofanana kabisa na ile ya shirika la kigaidi. Dalgan alisanuka na kugundua kuwa Edward Park ndiye aliyehusika na ajali ya ndege, na kwamba Miki ndiye aliyekuwa nyuma ya kifo cha Michael. Dalgan alimkabili Edward na kumuuliza kama yeye ndiye Samael. Edward alikiri wazi kuwa yeye ndiye Samael mwenyewe. Dalgan akiwa na hasira na huzuni, alimuuliza kwa nini aliamua kufanya uhalifu huo mkubwa na kuwaua mamia ya watu wasio na hatia. Edward alimjibu kwa utulivu wa kusikitisha kwamba alifanya yote kwa ajili ya manufaa makubwa ya Korea, akidai kuwa hakuna mafanikio makubwa yanayopatikana bila sadaka. Alimwambia Dalgan kwamba anapaswa kujivunia badala ya kuhuzunika. Dalgan, akiwa amekasirika, alimpiga Edward risasi ya mkono, lakini wakati huo huo Mickey aliwasili akiwa na msaada. Dalgan, alimshikia Edward bunduki kichwani, akitishia kumuua iwapo yoyote angesogea, lakini hali ilibadilika ghafla wakati Edward alipoonyesha video ikimwonyesha Hairi na familia zilizopotezwa wapendo wao, na alisisitiza kwamba asipoachiliwa, basi angewaangamiza wote. Dalgan, akiwa hana chaguo, alijisalimisha na na Edward alimpiga hadi kupoteza fahamu na kumfungia Kwenye kiwanda cha kavu ambapo Kimoi pia alikuwa akishikiliwa huko. Edward aliamuru mafuta ya mwagwe ndani ya kiwanda hicho na kisha walikiteketeza kwa moto. Kesho yake Hairi alianza kumtafuta Dalgan hadi nyumbani kwake lakini hakuonekana. Akiwa njiani alipokea simu kutoka makao makuu ya NIS ambapo Taiwan alimweleza kuwa kulikuwa na moto kwenye kiwanda cha kavu na na kuwa Dalgan, pamoja na Kimoi walifia humo. Hairi akiwa amevunjika moyo, alikumbatia mkufu wa risasi aliompa Dalgan akimlilia kwa uchungu, lakini ukweli ni kwamba Dalgan alinusurika kifo baada ya kusaidiwa na Lili na Kim Dosu. Lili alimona Dalgan ndani ya kiwanda kupitia kamera na kuvunja mlango ili kumwokoa. Walifanikiwa kumwokoa Dalgan, lakini hawakuweza kumwokoa Kim Wohee. Sasa siku iliyofuata, Edward Park alimuita waziri mkuu Hong ambaye kwa sasa alikuwa rais wa muda. Mickey alimweleza Hong kwamba Edward ndiye Samuel. Hong akiwa amedua, alimpigia saluti Edward kwa heshima. Sasa Edward alimtaka Hong ateue mawaziri na makatibu atakaowachagua yeye, yani wale atakaowapendekeza. Hong akiwa na mashaka kuhusu umaarufu wake na uwezo wake wa kushinda uchaguzi Alieleza wasiwasi wake, lakini Edward alimhakikishia kuwa endapo atakamilisha mradi wa uchimbaji wa mafuta huko Cria, basi umaarufu wake utapaa na atakubalika na wananchi. Hata hivyo alimuonya kwamba asipofanikiwa, nafasi yake itachukuliwa na mtu mwingine. Hairi, yeye alikuwa bado na majonzi, alilia mbele ya Kang na Taiwan akiapa kulipiza kisasi kwa niaba ya Dalgan, lakini ukweli ni kwamba Dalgan alikuwa salama na aliwaomba Lili na Kimdosu wafiche ukweli kuhusu kupona kwake. Alisema hataki mtu yote aumie kwa sababu ya harakati zake za kulipiza kisasi. Hasa Hairi alipouliza ni kiasi gani cha fedha wanachohitaji ili kumsaidia, Lili na Kimdosu walicheka wakimwambia kuwa hana uwezo wa kuwalipa. Sasa Dalgan aliamua kuomba msaada wa kifedha kwa rais wa zamani Cukpio na alimtembelea nyumbani kwake ambapo Cukpio alishtuka sana alipomuona akiwa hai baada ya habari zilizosambaa kudai kuwa alikuwa amekufa. Dalgan alimueleza kuwa aliahidi kuendelea kuishi hadi wahalifu wote watakapohukumiwa na mkono wa sheria. Cukpio alimpa anwani ya akaunti ya fedha iliyo nje ya nchi na kumruhusu kuchukua kiasi chochote atakachohitaji kwa ajili ya harakati zake za kulipiza kisasi. Baadaye Jessica alipiga simu kwa Lili akiuliza kama alikuwa amekamilisha kazi aliyomtuma. Lili alimwambia kuwa Samuel alikuwa ni Edward Park, jambo lililomshtua sana Jessica. Kisha Lili alimueleza kuwa ameajiriwa na bosi tajiri kuliko yeye na kuanzia sasa atakuwa anafanya kazi kwa mtu mwingine. Jessica alimbembeleza na kumwomba Lili amfanyie fadhila ya mwisho, na alimuomba awasiliane na makao makuu ya John and Mark huko Marekani na Lili alikubali. Sasa Jessica alipokuwa akirudishwa gerezani alimuona Jerome akiwa ni mmoja wa maafisa wa polisi, jambo lililomtia hofu na mashaka sana. Sasa, usiku huo Hairi alishirikiana na Taiwan na Kang kupanga mkakati. Alipanga kujifanya mfungwa ili apate nafasi ya kukutana na Jessica ili kupata taarifa kuhusu Samuel. Hii ni kwa sababu Jerome asinge mruhusu kumtembelea kama mgeni wa kawaida. Siku iliyofuata, Hairi alijisingizia kesi ya utakatishaji fedha na kupelekwa gerezani. Akiwa jela, alipanga ugomvi wa kuigiza na Jessica, na wakati wa ugomvi huo Jessica alifichua kuwa Samuel alikuwa ni Edward Park. Hairi alishangazwa sana na taarifa hizo. Cha ajabu ni kwamba ndani ya gereza Edward Park ndiye aliyekuwa akidhibiti kila kitu kwa mkono wa chuma du, yani kila kinachoendelea yeye ndo alikuwa anakikontrol. Sasa, ili kushinda wa uaminifu wake Airi na Jessica walijifanya wanagombana mara kwa mara, huku Airi akimshtumu Jessica kwa sauti kuwa ndiye aliyemuua Dalgen, jambo hilo lilimfanya Edward kuwa na mashaka sana. Siku iliyofuata, Edward alimtembelea Hairi na kumuuliza sababu ya kuwepo kwake gerezani. Hairi akificha hasira yake alimweleza kuwa alikuwa pale kulipiza kisasi kwa Jessica. Alidai kuwa taarifa aliyoitoa Sangmi kwa NAS ilikuwa ya uongo na kwamba uhalifu wa Jessica ulifichuliwa na Dalgan, jambo lililosababisha kuwawa kwake. Edward alimwambia kuwa kubaki gerezani hakungeweza kumsaidia kudhibitisha uhalifu wa Jessica, hivyo alijitolea kumsaidia kutoka kwa dhamana. Wakati huo huo Jessica naye alijaribu kushinda uaminifu wa, wa Edward, alimuuliza kuwa hakuwa na uhasama naye bali alikuwa na hasira na watu wa makao makuu ya John waliomtelekeza wakati wa matatizo. Alisema kuwa akipewa nafasi ya kurudi Marekani, angewalipizia kisasi wote. Edward alipomuuliza kama alikuwa naomba msaada wake, Jessica akiwa nalia, alijibu kuwa bora afe kuliko kupokea msaada kutoka kwake. E, maskini jeuri, yani sitaki nataka. Sasa jambo jema ni kwamba mpango wa Jessica na ulifanikiwa na Edward Park aliamini hadithi zao na alifanya mpango wakatoka gerezani. Jessica alimwambia Hailey kuwa alikuwa anaelekea kwenye ufalme wa Korea ili kupata mikataba itakayompa nguvu ndani ya kampuni. Alimweleza pia kuwa huko ndiko Hailey angeweza kulipiza kisasi kwa Edward Park, na Hailey alikubali kusafiri naye. Sasa wakati huo Dalgan kwa kushirikiana na Lili alikuwa amejiunga na kikosi cha black operation cha jeshi la Marekani na walifanya shambulio lililofanikiwa kwenye kituo cha silaha. Lakini baada ya operation hiyo Dalgan aligundua kuwa kamanda wa kikosi alikuwa akiiba kifaa tari cha kibayolojia. Dalgan alipomuuliza kamanda alimwambia asiulize maswali. Lili alimwonya Dalgan kutofanya jambo lolote la kijinga, lakini Dalgan alikata simu na kuua wanajeshi wenzake wote. Sasa Jerome pia alifika kwenye eneo hilo na alikuwa akijaribu kuiba kifaa iko, lakini Dalgan alitumia remote kukilipua na kemikali ilimwagika kwenye mwili wa Jerome. Jerome alianza kupatwa na maumivu makali, huku ngozi yake ikianza kutoa malengelenge. Dalgan aliweka dawa ya kutibu sumu mbele yake na kusema angempa tu iwapo angejibu maswali atakayomuuliza. Jerome alifichua kuwa kifaa hicho kilikusudiwa kutumika kwenye shambulio la kigaidi la kibaiolojia uko huko Korea na kwamba alikuwa akifanya kazi kwenye kampuni ya kifedha ya kimataifa iitwayo Excess. Dalgan alitupa dawa hiyo mbali na kabla Jerome hajaiokota, Dalgan alikanyaga na kuivunja kisha akamwambia amkumbuke mpwa wake Hun akiwa kuzimu na kisha alitupa bomu na kulipua jengo lote. Sasa upande wa pili Edward Park, Johan na Miki walikwenda Kria kuendeleza udhibiti wao kwenye mradi wa uchimbaji mafuta. Wakati huo huo, Hairi aliwasili Kria kwa maandalizi ya kukutana na mwana wa mfalme. Dalgan naye alikuwa Kria akiwa kwenye operesheni asili ya kijeshi, bila kujua shabaha yake iliyofuata ilikuwa ni Hairi mwenyewe. Ghafla, mshirika wa Dalgan alipiga risasi kwenye gari la Hairi na kulifanya lisimame. Hairi alipotoka ndani, Dalgan alishangazwa na kufadhaika kumuona. Lakini kabla mshirika wake hajamfyatulia risasi Dalgan alimuua mshirika wake ili kumwokoa Hairi na Hairi alikimbia haraka kutoka eneo hilo. Eh bana, kama unakumbuka sehemu ya kwanza, hii ndo sehemu tulipoanzia na hapa ndipo tunapoishia. Eh bana, season 1 ya Vagabond ndipo inapoishia na hapa ndo mwisho. Hey, abasi basi usisahau kusubscribe, kutupa support na next season tutawataarifu taarifu e, ili muweze kuchagua.